Kampuni unaofanyia kazi na kujali, kampuni unaofanyia kazi na kujali. Niko Silent Ocean HQ, makao makuu. Nimekuja kuchukua mzigo wangu kutoka kwa mwekezaji Kansela Sala <laughs> asante Silent Ocean na Kilimanjaro Stakago. Iphone kumi na saba mkononi, esim. Wewe iphone yako unatumia ni ipi? Mambo ya chip chip yametoka, yameisha na wakati Iphone kumi na saba Kansela Sala. Silent Ocean na Kilimanjaro Star Cargo a hapa. Kampuni unaofanyia kazi inakujali wewe kama balozi, au unaambiwa subiri mshahara wako ujitumikie? Hapana! Sio sisi Silent Ocean na Kilimanjaro Star Cargo, tunaishi as a family, upendo, tunapendana. <laughs> Mungu akupe maisha marefu, kansera sala. Mungu akuepushe na chuki, husda na uchawi Silent Ocean endelee kuwa namba moja. Mungu hatubariki wafanya biashara waendelee kutuamini. Silent Ocean star Iyapa, iPhone 17, na Kilimanjaro Star Cargo hii hapa iPhone 17 inakwenda nyumbani kwangu Kone kasri la bilioni moja nukta tatu. na bilioni moja nukta nikiweka na hii iPhone inakuwa bilioni moja nukta nne. Kampuni unaofanyia kazi na kujali, kampuni unaofanyia kazi na kujali. Niko Silent Ocean HQ makao makuu nimekuja kuchukua mzigo wangu kutoka kwa mwekezaji cancela sala. <laughs> Asante Silent Ocean na Kilimanjaro Star Cargo, iPhone kumi na saba mkononi, eSIM. Wewe foni yako unaotumia ni ipi? Mambo ya chip chipchip yametoka, yameisha. na wakati iPhone kumi na saba cancela sala. Silent Ocean na Kilimanjaro Star Cargo hapa, kampuni unaofanyia kazi inakujali wewe kama balozi au unaambiwa subiri mshahara wako ujitumikie? Hapana, sio sisi. Silent Ocean na Kilimanjaro Stakago tunaishi as a family, upendo, tunapendana <laughs> Mungu akupe maisha marefu kansa na sala. Mungu akuepushe na chuki, husda na uchawi. Silent Ocean iendelee kuwa namba moja, Mungu atubariki, wa wafanyabiashara waendelee kutuamini. Silent Ocean na Kilimanjaro Stakago hii hapa, iPhone 17 inakwenda nyumbani kwangu kone kasri la bilioni moja nukta tatu nikiweka na yeye inapenda kuwa bilioni moja nukta nne Hala, kampuni unaofanyia kazi inakujali, kampuni unaofanyia kazi inakujali. Niko Silent Ocean HQ, makao makuu, nimekuja kuchukua mzigo wangu kutoka kwa mwekezaji. Asante Silent Ocean na Kilimanjaro stakago, iPhone kumi na saba mkononi. Wewe foni yako unaotumia ni ipi? Mambo ya chip chip yametoka yameisha, na wakati iPhone kumi na saba kansela sala, Silent Ocean na Kilimanjaro stakago. Au hapa, kampuni unaofanyia kazi inakujali wewe kama balozi au naambiwa subiri mshahara wako ujitumikie? Hapana, sio sisi. Silent Ocean na Kilimanjaro Stakago tunaishi as a family, upendo tunapendana. <laughs> Mungu akupe maisha marefu, kansera sala. Mungu akuepushe na chuki, Husda na uchawi. Silent Ocean aendelee kuwa namba moja, Mungu atubariki, wa wafanya biashara waendelee kutuamini Silent Ocean na Kilimanjaro Star Cargo. Hii hapa iPhone kumi na saba inakwenda nyumbani kwangu Kone, kasri la bilioni moja nukta tatu nikiweka na hii hapa inapanda kuwa bilioni moja nukta nne. Hala.